wa vituo vya kupigia kura, wasimamizi wasaidizi na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura walioitwa kwenye usaili tarehe kumi na nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano saa moja asubuhi, Shule ya Sekondari Itiso, Chamwino Itiso. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii. Zingatia muda, tarehe na wakati wa kwenda kuanza usaili au interview katika ya Shule ya Sekondari Itiso Chamwino. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha jina lako katika PDF hii. PDF Hii, hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link ipo katika description ya video hii. Jiunge na grupu ili uweze kuipata, uh, PDF hii uweze kuangalia jina lako kama umeweza kuitwa katika usaili. Zingatia muda na hakikisha unafika na kitambulisho chochote kati ya kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha taifa au barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii pia share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi kwa wakati. Kumbuka usaili utafanyika kesho, siku ya tarehe 14 <coughs> mwezi wa kumi 2025 saa moja asubuhi, shule ya sekondari Itiso. Fika bila kukosa na fika kwa wakati. Aa, ni kutakia kila la heri katika usaili wako huu ambao natarajia kwenda kuanza kesho. Asanteni na karibuni tena. Jina langu ni Feaboy.